Majeshe yanayorudi kwenye local government yamekuwa ni kidogo sana ukilinganisha na jinsi tulivyokuwa tunakusanya. Kwa mfano Iringa mjini tulikuwa tunakaribia kupata karibu bilioni moja, sasa hivi metuletea kama milioni mia mbili, kitu ambacho na bado main power watu wa TRA wanahitaji kutoka huko kwenye local government, kitu ambacho hakuna sababu, mngetuachia tukusanye wenyewe. Lakini jambo lingine ambalo kubwa ambalo tunalijadili wote, ambalo nataka niliseme kuhusiana na swala ambalo kama taifa tunataka tupasuke lakini wakati huo huo hatutaki kwenda kwenye kina kuhusiana na suala hili la madini. Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Spika, hii suala la madini, mimi bado narudia approach hawa wawekezaji waliokuja hapa nchini is unfair to call them ni wezi. Mimi sikubaliani kuwaita kwa wao ni wezi, kwa sababu mwaka 97 saba na mwaka 98 kuna sheria zililetwa humu ndani bungeni na zikapitishwa. Chama cha Mapinduzi, mna sera, mlikuwa na sera yenu na mkanadi kwenye ilani. Rais anapochaguliwa anasukumwa nyumwa na polisi ya chama. Mtuambie sasa hivi polisi ya madini ya chama chenu ni ipi? Polisi ya madini ya chama chenu, mkaleta zikapitishwa huko ndani, na haya mambo yote ambayo hawa wawekezaji waliingia nchini yalipitishwa kwa mujibu wa utaratibu. Na, na, na, na, na, na wabunge tusi, tusishabikie hivi vitu bila sababu. Kwa sababu gani? Mambo haya kabla mikataba haijafanyika kuna timu za wataalamu zinakaa zinajadiliana, baadaye makatibu wa wizara wanakaa wanapitisha, baadaye mawaziri mnakaa, ndipo rais anasaini mpaka wanaongezana dakika. You, you got to see our views. Smooth water never develop a skillful sailor You guys you are looking for smooth water, ukitaka upate baharia ya mzuri yakumbane na maji ya magumu, hebu mpate maji magumu ili mwonekane umahiri wenu. Basi mbona mnaogopa ogopa tukisema ninachokisema. Hizo sheria zilikuja kwa hati ya dharura hapa, tunachogombana hapa. Serikali inafanya kazi kwa kuwajibika wote, lakini mheshimiwa rais, mnayosema tumshangilie na tumuunge mkono, hakuna mtu anayekataa kuzuia wizi unaoonekana. Mheshimiwa Spika, mheshimiwa Spika, alichokuwa nasema alichokuwa nasema wajina wangu Peter Serukamba, nakubaliana kabisa lakini mimi si mtu ambaye napenda kuembrace mediocrity. Kwa nini nasema hivyo? Let us be honest, hakuna mtu anayekataa tusibiwe, lakini kama chama cha mapinduzi, mheshimiwa Spika, unasema kwamba eh, siwezi kutoa ushahidi. Chama cha mapinduzi ndio mmekuwa majority mu ndani, kwa hiyo sheria yoyote hapa ndani haiwezi kupita bila nyinyi kuipitisha. Kwa hiyo sheria zote ziwe nzuri, ziwe mbovu, zilipitishwa na Chama cha Mapinduzi. Sasa tunachotaka kukisema kama rais ni muungwana, anajua hawa kina Tundu Lissu ambao leo mnawatukana walipambana na haya mambo toka zamani. Alikuwa ni muungwana, simame kwenye televisheni kwamba mimi nimegundua wezi hawana chama, wanaweza kuwa CCM, wanaweza kuwa CHADEMA, na mimi nimegundua ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna majizi kwa sababu ndani ya chama cha mapinduzi kuna majizi. Naomba tushikane wote mikono tung'oe wezi CHADEMA, tung'oe wezi CCM. Na mimi nawashangaa sana wenzangu wa chama cha mapinduzi, nawashangaa sana wenzangu wa chama cha mapinduzi. Kimsingi rais anachokifanya, sera ya chama cha mapinduzi ameweka pembeni, anaongoza ni kama vile ni mgombea binafsi, na hiyo mimi namuunga mkono kwa sababu sera yenu kuhusu madini ni hiki kilichofanyika. Sasa leo mnageukaje? na ndio maana tunasisitiza kama kweli Mheshimiwa Magufuli ana dhamira ya kweli ya kuleta mabadiliko katika nchi hapa, alete mabadiliko kwenye katiba ili marais waweze kuojiwa hiyo. Hiyo hiyo ndio dawa pekee. Ninachotaka kusema rasilimali za nchi hii hatutaki ziibiwe lakini vile vile tunatakiwa tuwe skillful tunapodili na hawa tunaowaita wezi. these are not intruders, we invited them in this country. Sasa kwa sababu tuliwa invite. Hatu, tu kwa sababu tuko vitani, hatuendi blindly, lazima tuwe skillful tunachokizungumza hapa. hata haya mambo Mheshimiwa Spiku nayosema yalikuwa ya World Bank, hata madini ni World Bank, hivyo hivyo tuko push, hivyo hivyo, lakini sisi hatukulazimishwa kula hawakutushikia tulisaini hapa, wengine wakaenda usiku, mkapiga mayowe hapa, mkaunga mkono. Bunge lililopita mara ya mwisho hapa, nakumbuka mara ya mwisho kuliletwa misaada, Mnyika alikuwa anaomba mswada kwa mheshimiwa Spika Makinda hapa, ililetwa sheria za dharura tatu kwa siku moja, tukalazimika tukatoka huko nje, tukazomewa, tukafukuzwa, tuka humu ndani. Sasa leo mnasema twende mbele tu Yaani tulitoka humu ndani wote mnasema twende mbele tu tusikumbuke nyuma why? Hii, hii tunayosema kama mko sinsia mnataka hii vita tupigane kwa sababu kwanza hii vita mlikuwa mwitaki sasa kwa sababu Mheshimiwa Rais yeye yeah, ameamua mifat... Mheshimiwa Msigwa, muda wako umeisha ah. Mheshimiwa Oran Manase Njeze atafuatiwa na Mheshimiwa Anton Kalistkom. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, kama alivyosema wenzangu, bajeti ya mwaka huu kwa kweli ni bajeti ya mapinduzi. Imeelekeza nguvu zote kuwasaidia wanyonge wakiwemo wakulima ambao ni wengi Tanzania yetu hii. Mheshimiwa Spika katika bajeti hii kodi zimesamehewa za mitaji capital goods budgets. Kodi imeondolewa za samani za usafirishaji ancillary transport services. Mheshimiwa Spika, kodi ya maeneo ya ufugaji nayo imeondolewa, ambalo imeipa nafuu sana wakulima wetu huko vijijini. Mheshimiwa Spika, vile vile kufutwa kwa road license, kwa kweli hii kodi ilikuwa ni nuisance, ilikuwa haitusaidii kabisa. Nina imani kuwa hii kodi mapato yake ukilinganisha na gharama zilizokuwa zinatumika zilikuwa haziendani sawa sawa, na nimeshukuru baada ya kuisoma vizuri bajeti yako umesema ongezeko la shilingi 40 linaongezwa kwenye pato, hii siyo mbadala wa road license. Kwa hiyo hiyo, mimi nimeielewa vizuri sana kwa sababu hata ile notion ya kwamba hii inakwenda kuwaumiza wakulima kwa sababu wanalipia road license, road license imefutwa, kama umesoma, kama inasomeka vizuri kwenye, kwenye budget speech Mheshimiwa Spika, Suala la ujenzi wa reli kwa standard gauge, hayo ni mapinduzi makubwa sana ya kiuchumi, na vile vile mpango wa kujenga reli kutoka Tanga mpaka Msoma, hayo ni mapinduzi makubwa sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, bomba la mafuta kwenda Uganda, kwa kweli hayo ni mapinduzi makubwa sana. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Spika, tusisahau vile vile ya kwamba hizi investment tulizokuwa nazo kama Tazara, bomba la mafunda mafuta kwenda Zambia, nazo tuzipelekee nguvu kuhakikisha zinafufuliwa na zinafanya kazi inavyotakiwa. Nalisema hilo kwa maksudi, Mheshimiwa Spika, kwa sababu punguzo la mbolea litawapa nafuu sana wakulima, lakini tusipoboresha usafirishaji hilo punguzo wakulima hawataliona, hawata, kwa sababu mbolea, kodi nyingi zimeondolewa, lakini ukiangalia value chain ya mbolea kutoka huko tunakoagiza nje, asilimia hamsini na tatu ni CIF, ni gharama ya kununua mpaka bandarini lakini asilimia 47 ni ya kumpelekea mkulima. Bila kuipunguza hiyo, kwa kweli wakulima wetu hawataona huo unafuu. Kwa hiyo naiomba sana serikali, waziri, jaribu kuelekeza ni namna gani tuondoe urasimu pale bandarini, ni namna gani tuboreshe Tazara, reli ya kati ili mbolea zote zisafirishwe kwa reli, na hiyo italeta ushindani mzuri. Kwa mazao yetu, Mheshimiwa Spika, nchi yetu ni ya kilimo kwa asilimia kubwa sana. Mbeya tunalima pareto. Pareto ni zao ambalo linazalisha sumu, madawa kwa ajili ya kuulia wadudu, inatokana na maua, haihitaji mbolea. Hili zao kwa sasa hivi lina soko kubwa mno. Tunazalisha tani elfu mbili lakini mahitaji sasa hivi ni karibu tani elfu kumi. Kwa kuangalia mweshimiwa Spika, hili zao linaweza kutuletea foreign exchange kama tutapeleka nguvu huko, na nguvu yenyewe tunayohitaji ni nguvu kidogo, hatuhitaji kuongeza budget. Tunachotakiwa kuongeza hapo ni usimamizi wa kumsaidia mkulima kwenye masuala ya masoko. Leo hii wakulima wanalima pareto lakini soko limekuwa dominated na mtu mmoja, wengine wanapokuja wananyimwa nafasi ya kwenda kununua. Na mwaka huu bodi ya pareto, hata ule mkutano wa wadau wameahirisha, hatujui mkutano utakuwa lini, kwa sababu ule ndio tu tulikuwa tunaangalia changamoto nyingi za zao hili. Lakini zao letu le, le, le lingine la kahawa. Hebu tulinganishe bei ya Tanzania na bei ya majirani zetu Kenya. Wote tunalima Arabika. Kenya inalimwa huku, kwa wenzetu Kilimanjaro na Mbeya, lakini kwa Nairobi Coffee Exchange bei ya sasa hivi ni dola 300 kwa kilo hamsini, kwa sisi ni chini ya dola 150. Sasa hii yote hii inatokana na nini? Kwa nini kahawa ile ile na wanunuzi ni wale wale kahawa ya kwetu Tanzania hapa bei iwe chini? Inanikumbusha kwamba matatizo tulionayo kwenye madini ni yale yale matatizo walionayo wakulima wa Tanzania. Naiomba serikali iangalie ni namna gani tutawasaidia wakulima, ili tuwe na masoko ya uhakika ya kipindi chote ikiwemo masoko ya kahawa masoko ya, para, ya pareto masoko ya viazi masoko ya ndizi ndizi zetu kule Mbeya zinabebwa na magari kupelekwa nchi jirani for export, na hata siku moja utaona kwenye kumbukumbu kumbu zetu kuwa tuna export ndizi. Sasa yote haya tukiboresha masoko yetu, nafikiri nchi yetu itapata forex nyingi kutokana na kilimo. Mheshimiwa Mheshimiwa Spika, tozo za mazao ya kilimo nashukuru sana kwa kweli, kuna unafuu wa wakulima. Lakini je, hizi tozo tutazisaidia vipi halmashauri, kwa vile zilikuwa zimejumuishwa kwenye bajeti zetu za halmashauri. Kwa halmashauri ya Mbeya, hizi tozo sisi tunategemea zaidi kwenye kilimo na tunapata karibu nusu bilioni na hii nusu bilioni yote nilivyokuwa naiangalia leo kwenye bajeti ni kwamba hiyo imeenda, na hiyo ni karibu asilimia hamsini ya bajeti ya mapato ya ndani ya halmashauri. Tusipo yakusanya hayo halmashauri itaulizwa na kuadhibiwa. Sasa labda ningeomba Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kujumuisha hizi mapato ambayo yanapotea yameondolewa kwenye halmashauri yatafidiwa vipi, ili halmashauri zetu ziendelee kufanya kazi kama kawaida. Mheshimiwa Spika, kilimo bila miundombinu mizuri, kwa kweli hatuwezi kufanikiwa. Naomba sana tena sana, tumezungumza mara nyingi hapa, ujenzi, umaliziaji wa ujenzi wa kiwanja cha Songwe. Mheshimiwa Spika, kiwanja cha Songwe mpaka leo hakina taa za kuongozea. Hazina hazina wigo. Ina maana Asante sana, Mheshimiwa Njeze. Asante. Nashukuru, naunga mkono hoja.